lakini kwa namna kipekee ni kushukuru sana Mstahiki Meya, ni kushukuru wewe na waheshimiwa madiwani kusaidiana na naibu meya. Changamoto tumeziona, lakini katika hali ya kawaida mnyonge, mnyongeni haki yake mpeni. Changamoto zetu hazitishi sisi, wengine tumesha hudumu w halmashauri nyingi, na bahati nzuri mi nimekaa mpaka kwenye majiji. Kwa hiyo mi niseme mko vizuri waheshimiwa madiwani kumalizia na mkiimalizia hiyo basi, naamini halmashauri hii itaendelea kung'aa kama halmashauri zingine. Kwa hiyo mimi kubwa nawaombea sana Amin. Mwende kwenye ridhaa mrudi, mtakaporudi tutapata muda mzuri wa kuanza upya. Tukianza upya naamini tutafika, safari salama. Najua sahizi joto liko juu kidogo, lakini kwa kazi nzuri mlizozifanya mimi sina shaka, sina shaka na yoyote kati yenu, kwa sababu nimepita kwenye kata zenu, nimeangalia namna mlipotekeleza ilani, na hayo ndiyo majawangu mtakayoenda nayo kwa wananchi. Ninampongeza sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaposema mafanikio ya manispaa ya Singida ni mkono wake yeye na serikali anayoongoza. Ya kutoka sasa akarekebishe kile ambacho anatakiwa kurekebisha. Na kurekebisha sio kwa maana tu tumeweza kujibu hoja. Katika jambo usilipendi wala sitaki kuliona ni hoja za ukaguzi. Tusijitie ufundi tumejibu hoja. Panapokuwa na hoja ina maana kuna mtu sawa amekula bila kunao. Sasa kwa nini tupate vipindupindu? Kwa hiyo sitaki hii 64 si mimi nimeikuta hii mimi nimesema single digit najua kuna hoja za kisera huo ndio msimamo wangu wewe ukiona umezalisha hoja unjue uanze kufunga viatu wala hatutachekeana hapa ndio singida hii ndiyo singida tukisema singida tunaenda kupindua meza wanaopindua meza ni nyinyi manispaa hapa sasa msipoonyesha njia kwa wale wadogo zenu utabaki kuwa nyuma, mikoa ya chini, mikoa isojiweze hata kidogo. Sisi tunajiweza, sisi ni matajiri sana, sisi tunaakili sana. Kwa hiyo yoyote aliyoka kwa manispaa ajitambue na kazi ya ziara ya mfano, tunataka tuone cheche zako. Kwa nini umekuja manispaa? Lakini kama unakuja huna la kuongeza kwenye halmashauri, kwa nini tukae na wewe? Kwa hiyo ubunifu, kujitoa kufanya kazi kwa uadilifu, uzalendo, kufanya kazi namna isiyo kawaida. Yaani nini ya hamhitaji kuambiwa mnahitaji kufanya, ili wadogo zenu kina Mkalama Ilama waweze kuwaona. Singida oy. Oy. Manispa oy. Oy.